Habari, naitwa Baraka Mkono, ni daktari bingwa wa masikio, pua na koo katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Katavi. Napenda kuwakaribisha wagonjwa na wateja wetu katika kitengo chetu. Kitengo chetu kinahusiana na matibabu ya kama nilivyotaja, masikio, pua na koo, pamoja na pasuaji wa shingo, ambapo katika magonjwa mengi ambayo tuko nayo, hasa kwa watoto, hasa tukianza na masikio, masikio kutoka usaha, kutosikia vizuri na hata kushindwa kuongea maana kushindwa kuongea vizuri, hao wagonjwa tunawatibu hapa katika hospitali yetu. Huduma hizi tunazitoa hapa, lakini pia operation za kwenye koo, hasa kwa watoto wadogo, ambapo tunatoa nyama za pua, tonsi ambayo na findofindo ambayo iko ndani ya koo, ambayo huwa tunafanya operation hizo ambazo zinakuwa na matokeo mazuri sana ambapo watoto walikuwa mkuta mtoto alikuwa hawezi kula vizuri, alikuwa anakoroma usiku, alikuwa hawezi hata anakoroma usiku, usikivu wake ulikuwa ni mdogo. Lakini baada ya matokeo hayo, baada ya operation, watoto wamekuwa wakiendelea vizuri sana. Lakini pia hizi operation zinafanyika pia hata kwa watoto, kwa watu wazima ambao wamekuwa na mafindo findo mafindofindo haya au tosi kwa muda mrefu, pia tunawatibu tuna na matokeo yao ni mazuri sana lakini kwa upande wa pua pia tunakuwa na matibabu ambayo na yanajihusisha, na kuna wagonjwa ambao wana ma, ma, mafua ya muda mrefu, mafua ya mzio ambao tumekuwa tukiwatibu na kwa kupitia dawa na wakati fulani huwa inaelekeza mpaka tunafanya operation. Wagonjwa wa kutoka damu puani kwa muda mrefu tunawakaribisha nao, tumekuwa tukiwatibu na huduma hizo tunazitoa sana. Dawa tunazo na, ma na vifaa vingine tunavyo kwa ajili ya upasuaji pia, o tunaweza tukafanya. Lakini kuna, ma kuna uvimbe katika vyumba vya hewa katika karibu na, na pua pia tunafanya operation hizo ambapo tumekuwa tukifanya na matokeo, ambapo tunafungua fuvu na kuweza kutoa uvimbe mbalimbali katika pua. Na kwenye shingo ambapo tumekuwa tukitoa goita zile teza ambazo zinavimba, tunafanya operation hizo, tunaona matokeo yake ni mazuri sana ukizingatia katika mkoa wetu na mazingira yetu, tuna ugonjwa wengi sana lakini wengi hawajui taarifa hizo. Tunawakaribisha sana watoto ambao wanaweka vitu vi kwenye kwenye njia ya hewa njia ya chakula kwenye masikio kwenye pua pia tunawakaribisha. Tumekuwa tukikutana na hizo kesi mbalimbali tunawakaribisha sana, kama ukuwa ujui mwambie jirani. Lakini pia kumekuwa na wagonjwa wengi ambao hawajajua taarifa hizi, unakuta wanajitibu kienyeji, unakuta wanaweka mafuta huko kwenye masikio, wanafanya vitu mbalimbali ambavyo haviwezi kuleta matokeo mazuri. Ratiba ya huduma hizi za matibabu ya masikio pua na koo zinapatikana siku ya Jumatatu na Jumatano tunafanya kliniki za kibingwa ambapo tunaona mgonjwa wa nje na, lakini siku ya Jumanne na Alhamisi tunafanya upasuaji mkubwa na mdogo. Karibuni sana.